Juu ebwana, kuna huyu mzee ambaye anatend sana upande wa TikTok na Instagram ebwana e, anatukoroga sana huyu mzee, sijui ndio content creation yake ama kuna kitu anakitafuta kutoka kwa Abu, sababu maneno yanayozungumza inaonekana kabisa anamtafuta kijana mmoja ambaye anaitwa Abu, na kijana huyu atakuwa ameweza kufanya mambo mabaya na binti yake. Sasa kama unavyowaona hapo e, akiwa amesimama na binti yake, kuna kitu fulani anamwambia na kuna kitu fulani yeye mwenyewe anasema e, nitakwenda kukuwekea video yake akiongea e, halafu msikize e, anamaanisha nini e, huyu mzee ni kama ustadhi hivi, naona amevaa walai hiyo e, alafu amevaa e, koti moja safi nakiwa na binti yake hapo e, wametuliatulia sasa. Amekuwa akizua, akizua gumzo huyu e, mtandaoni, ana trend sana, sijajua ni kwa nini e, ana trend sijui, pengine e, yeye, ni mshikaji wa TikTok, lakini TikTok na wazee wapi na wapi e, kuna vitu anavizungumza hapa kutoka moyoni kabisa, anasema anamtafuta kijana mmoja Abu, na kijana huyu anaitwa Abu, na iwapo wataweza kumkamata kijana huyu basi kijana ataweza kufurahi na show sababu a, kitu ambacho atamfanyia e, anakijua a, yeye mwenyewe e, huyu mzee. Ni kitu gani ambacho atakwenda kukifanya kwa kijana huyu ambaye anaitwa Abu? Ila wazee wengine bana, sasa huyu mzee na TikTok wapi na wapi jamani? e, watu wengine wanapenda kutrend TikTok, lakini sawa, achani e, nikuwekee hiyo video uweze e, kuiona alafu kwenye comment section utaniambia huyu mzee ni kweli anamtafuta Abu ama atakuwa anatafuta kiki ama itakuwa anashuti tu video zake e, za TikTok. Lakini kabla sija kuwekea hiyo video mtazamaji, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV, ambayo ndio channel inayozidi kukupa burudani zote na habari zote za mitandao mingi ya kijamii zinapochepuka ama zinapo trend basi tunazidi kukwekea ili na wewe uweze kuzifahamu. Zidi kusubscribe, zidi kulike, share pia kwa marafiki zako na majama zako, ambao pia wangependa kuziona video kama hizi, na hata pia unabonyeza notification bell, lugha ya Kiswahili wanaita kengele iko pale, pale hasa, pindi tunapozidondosha video. basi unakuwa wewe ni wa kwanza kuzipata hizi video, na pia usisahau kuacha like yako pale kwenye Umbea Media TV. Wacha nikuwekee video uweze kujionea bwana, video yenyewe ndio ndiyo hii hapa ya mzee akimtafuta Abu, sijui amefanya nini binti yake huyu, lakini jionee mwenyewe jamani. Huyu ni binti yangu, sasa wale wako Abu kokote kule uliko, nikikukamata utakubali.